Katika michezo na burudani, wa burudani wanachama wa klabu ya Yanga mkoani Iringa wataka karia aimzulu. Habari za wakati huu, mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Taarifa hii habari unaweza ukaipata kwa kupitia YouTube channel yetu at UoI Digital, lakini pia unaweza ukatufollow pale Instagram at UoI Digital. Waziri wa afya serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa Chacha Wangoge ameeleza namna serikali ya wanafunzi ilivyojipanga kuhakikisha inatoa elimu kwa wanafunzi ili kuendelea kujikinga na ugonjwa wa Mpox. Anastasia Filipi na undade wa taarifa hii Akihabarisha huma katika kipindi cha morning edition, waziri wa afya amesema wanaendelea kutoa taarifa ili kuhakikisha kila mwanafunzi anakuwa na uelewa wa ugonjwa huo kwa kupitia mbao za matangazo na kupita madarasani. Tumejipanga vyema kwanza kuhakikisha tunawapa elimu kupitia posters mbalimbali mbali, lakini mbao za matangazo na ikiwezekana hata kupita madarasani kuhakikisha wanafunzi hawa wanapata elimu ili wajilinde, lakini pamoja na kuwalinda wenzake kwa upande wao wanafunzi wanaosoma chuo kikuu cha Iringa wamewataka wanafunzi kuchukua tahadhari kwa kuepuka kufanya ngono zembe, lakini pia kuepuka kushikana mikono. Kuchukua tahadhari hasa tuepukane kukwepu, zile contact zile za kushikana mikono hata kwa watu ambao waisi wafahamu. Pia ukiachana na hivyo tuepuke na tuepuke na ngono kwenye fanya sana mapenzi Amin, ningependa kuwashauri wanafunzi wenzangu, wanachuo wenzangu wachukue tahadhari kulingana na ugonjwa unaposambaa kwa kasi. Zimeelezwa dalili nyingi za ugonjwa mpox ikiwemo kutokwa na vipele mwilini, lakini pia imeelezwa namna gani ya kujikinga na ugonjwa huo kwa kutoa njia mbalimbali mbali. Ni kiripoti kutoka chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Anastasia Filimbi waoai wa mchungaji wa kanisa la KKT usharika wa Kihesa mkoani Iringa, Regina Kibasa amewataka wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa kujua faida za kumwamini Mungu ili wapate kuishi miaka mingi. Veronica Haule anatujuza zaidi. Unapoamua kuambatana na Mungu, unapoamua kumwamini Mungu, unapoamua kumtegemea Mungu, hata kama mambo ni magumu kiasi gani, Mungu anachohukilia kwako ni muda mrefu wa maisha. UoI Digital imezungumza na waumini waliohudhuria katika ibada hiyo, nao walikuwa na haya ya kuzungumza. Neno hili limenibariki kwa sababu hata siku hii ya leo nimeanza na neno ya kwamba ninatiwa nguvu, kwamba Mungu anatimiliza ahadi zake kwa wale ambao wamewaahidia wa urithi, nami nimeahidiwa na Mungu urithi. Na wewe ukihudhuria pia Mungu atazidi kutimiliza, sawa sawa na wewe unavyotimiliza kile ambacho anakisema. Na Mungu anatamani kweli wewe, kijana uliosikia, kwa huyo ambaye hakuja aone kile ambacho wewe ulikipata, kile ambacho ulichokipata wewe, kuna namna ambavyo huyu huyu kijana ambaye hahudhurii kwenye ibada, kuna namna ambapo atavutiwa na kile ambacho wewe unacho. Ibada hii ambayo imefanyika katika ukumbi wa chuo kikuu cha Iringa ambapo hufanyika kila Jumatatu, kila Jumatatu saa mbili asubuhi hadi saa nne. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa Veronica Haule UoI Digital. Taarifa yake Veronica Haule inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi tukirejea, ni habari za biashara na uchumi, zitakazoletwa kwako na Jackson Chua. Wafanyabiashara wa kata ya Kiesa mtaa wa Ilembula mkoani Iringa wameelezea changamoto ya upandaji wa bei za bidhaa hasa katika kipindi hiki cha mfungo wa miezi mitukufu ya Ramadhani na Kwaresma, jambo linalopelekea biashara kuwa ngumu kwa upande wao. Wakiongea kupitia UoI Digital, wamesema changamoto ya upandaji wa bei za bidhaa mbalimbali umewaletea hasara kubwa, kwani faida wanayoipata ni ndogo pamoja na ukosefu wa wateja, hivyo kuomba serikali kutatua changamoto hiyo. Kwa kweli vitu vimepanda kama unga mafuta nyanya zimepanda pia kwa mfano kama sahizi mafuta tunanua lita elfu tatu na hamsini Ukinganisha na upakiaji wa abilia bilia moja tampekea kwa shilingi mia nane nyingine mpaka shilingi mia tano. Hiyo inatukata sana, inapelekea kuweka ugumu wa maisha na kuzingatia, saizi mvua imekuwa nyingi, so azi hata swala la biashara kwa ujumla imekuwa yaani, mzunguko wake ni mdogo. Kama kuna uwezekano serikali kijaribu kuangalia kwa baadhi ya vitu vingeweza kushuka bei ili sisi wananchi wake iweze kunufaika kupata vitu kwa bei nafuu. Kutoka hapa maeneo ya mtaa wa Tumaini ambapo tumetoka kuongea wafanyabiashara mbalimbali, hasa hasa wakielezea maoni yao kuhusiana na kupanda kwa bidhaa katika cha ufungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma. Mimi ni Jackson Chua, Jua wa UoI Digital. Asante sana Jackson Chua kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazauletwa kwako na Stuart Muhammad. Wanachama wa klabu ya Yanga Iringa wamtaka rais wa shirikisho la mpira wa, wa miguu TFF wa rais Karia kujiuzuru kutokana na kitendo cha maneno machafu dhidi ya klabu yao. Tamko hilo limetolewa na mratibu wa Yanga mkoani Iringa, Riberatus Sasabo, akiwa katika mkutano na waandishi wa habari, ambapo amesema kuwa kutokana na maneno yaliyozungumzwa na rais Karia, wao hawapo tayari kumwona kama kiongozi katika shirikisho hilo. Tamko la matawi ya Yanga mkoa wa Iringa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 Kwa upande mwingine, baadhi ya mashabiki wa Yanga wametoa maoni yao huku wakioneshwa kuumia na uvunjwaji wa kanuni na taratibu za uendeshaji wa ligi. Nilimfikiria mwananchi kama mimi mwenye hali ya chini kama mimi ametoka Iringa, ametoka Kigoma, ametoka Lindi, ametoka Mtwara. Ameenda Dar es Salaam anasema, naenda kutazama dabi, inaahirishwa hii mpaka lini? Binafsi nikichukwa niki ile kauli ya mwenyekiti wa bodi ndugu yangu Mbuto alisema, mechi itachezwa, lakini mambo mengine tutakaa kama kamati, tutaangalia ya. Lakini mtu mmoja na anakuja ananiambia mimi nimesema mechi yaahirishwe, basi yeye ya abaki na mpira wake na sisi tubaki na. Stuart Mohamed, UoI Digital. Shukrani sana Stuart Mohamed kwa kutupitisha viwanjani mtazamaji wa UoI Digital, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasini. Mtazamaji wa UoI Digital, karibu kwenye msamiati wa Kiswahili, sehemu pekee ambayo tunaenda kujifunza Kiswahili kupitia misamiati mbalimbali, na msamiati wa leo ni msamiati kisangwe. Chote kwa watazame wanafunzi chuo kikuu cha Iringa wakitunga sentesi kulingana wa na msamiati kisangwe. Kisangwe changu nilivyokinunua kimeharibika, nimeamua kununua kisangwe kipya baada ya kisango cha zamani kuwa kimeharibika. Naam, msamiati kisangwe, maana yake ni kwamba ni kikapu ambacho kimetumika kime muda mrefu na kimekwisha kutoboka nami nakuacha na sentensi inayosema kwamba nimonesha vitu vyangu baada ya kuweka kwenye kisangwe. Kutoka chuo kikuu cha Iringa, mimi Karimu, nami nakuacha na sentensi inayosema kisangwe cha mama Roda kimetoboka, na hili ndo maana halisi ya msamiati kisangwe. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuandamana nasi toka mwanzo mpaka mwisho. Panapo majaliwa, tukutane siku ya kesho. Ulikuwa nami Angel Mseli, alamsiki.